la ya familia kumi katika wilaya ya Mkoani mkoa wa kusini Pemba zimekabidhiwa mabati 400 kwa mabati 40 kila familia ya kuwezekea nyumba zao ambazo zimeharibika vibaya kutokana na mvua kubwa za masika zilizopita. Msaada huo umekabidhiwa na Dr. Omar Dad Shajak kwa niaba ya jumuiya ya Fatima Bint Rasul Foundation ambayo huwa inajihusisha na kutoa misaada mbalimbali mbali ya kijamii hususan kisiwani Pemba. Dr. Omar Shejaka ametoa wito kwa wananchi wa Mkoani kurudisha umoja wao kwa kuwashirikisha watu wa Mkoani ambao wamepata bahati ya kuwa na nyadhifa mbalimbali serikalini kwa lengo la kusaidia maafa kama hayo pindi yanapotokea. Sasa ushauri wangu ni kwamba kwa wilaya ya Mkoani nafikiri tungeanza kuwa ni kigezo cha kuanza kutekeleza agizo la mheshimiwa rais. Tusitegemee wafadhili kutoka nje ya Zanzibar, labda wawe wa Zanzibari wenyewe <coughs> na, sasa hivi, hali ya wafadhili, hayo mashirika ya kimataifa kama tunavyosikia, ambayo tungetegemea tuwaone hapa, sivyo alivyo sasa hivi katika dunia ya leo. Sasa mi na imani kama mheshimiwa mkuu wa wilaya utatengeneza timu yako chini ya uwenyekiti wako kila mwakilishi, kila mbunge, kila kiongozi na wengine nimewasahau, katika wilaya ambayo ina bahati moja, ni rais wa Zanzibar anatoka wilaya hii kwa jina lake si kwa cheo chake. Kulikuwa na mfuko wa MDF hapa Mkoani, Development Fund. Bahati nzuri aliokuwa mwenyekiti akapata nafasi kwenda kuitumikia OAU, au haukupata mwenyekiti tena lakini bado ni yupo naye yu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba tunaweza kuweka mkakati maalum kila mmoja. Ni imani yangu kwamba hakuna mwakilishi wa mbunge aliokuwa hawezi kuchangia bati mia moja. Hii haiwezekani. Kwa hiyo kila mwakilishi, kila mbunge, kila mtendaji aliyoteuliwa na rais, atakiwe achangie ili tuwasaidie wenzetu. Sasa zikija sasa hizi jumuiya nyingine nyingine, tunashukuru Alwadudu amekuwepo mpaka sasa hivi, ndo yuko hapa mwakilishi wao Kisalma, wamekuja wameona, wanakwenda watarudi tena sasa. Na hao wengine watakapokuja, wanaweza kuweka hiyo sasa. Hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ukiweza hiyo itakuwa ndo legasi yako, na ukikaa mahali ukiondoka, uwe umeweka legasi sibakize vile kwamba umepewa amri na Mheshimiwa Rais amtie ndani masaa 24 ukamweka ndani ile, haijabakia legacy. Legacy kile kitu ambacho utakifanya, wana wa mkoani wataendelea kukukumbuka baada ya kuondoka kwawe. Mapema akizungumza, mkuu wa wilaya Mkoani Hemed Sliman Ali amewataka wahanga hao kutumia msaada huo kama ilivyokusudiwa na si vinginevyo, ili kuweza kurejesha makazi yao katika hali itakayoridhisha. Amesema pamoja na misaada mingine inayotolewa kama chakula, mavazi na magodoro, kuna haja sasa kuelekeza nguvu katika kuchangia vifaa vya ujenzi, ili wahanga hao waweze kujenga nyumba zao na kupata makazi ya kudumu. Lakini staili ya pili ni kwamba kuna nyumba hazikaliki, zimeharibika watu wamehama, haziwezi kukalika. Lakini staili ya tatu, kuna nyumba ziliharibika kiasi kwa wakati ule wa mvua, lakini wananchi wameweza kuziboresha na wamerudi kwenye makazi yao ya kawaida. Kwa sasa ndani ya wilaya hii tumefika kama nyumba mia saba na ishirini na moja, na kati ya hizo nyumba thelathini na mbili zimeondoka hazipo, na nyumba mia moja na nne hazikaliki. hiyo kijumlisha kama nyumba 136 wananchi wao makazi yao yalikuwa matatani katika kipindi chote, lakini pia tuwashukuru sana wananchi wa wilaya Mkoani, pamoja na usumbufu wote uliojitokeza, hakuna mwananchi ambaye wa amekosa pahala pa kukaa. Kwa tabia yetu na ustaarabu wetu na utamaduni wetu tumehifadhiana. <coughs> Hapakuwa na chama, hapakuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Watu walisikiriana, yani ndugu, watu wote wakawa wamehifadhika, na ndo maana hamkusikia sisi kwamba tumeweka kambi ya maafa hiyo kama ambavyo ziliwekwa kambi maeneo mengine. Mzee Juma Bakari Shehe ni mmoja kati ya wahanga ambao wamepokea mabati hayo 40. Je, alikuwa na yapi ya kuzungumza? Kaa, namshukuru Mwenyezi Mungu kutupa uanya huzima na salama njema tukafika hapa tukaonana kwa wamaafa alionitokea, wakanikumbuka wakaniona wakanikumbuka kutokeana na sheha na mpaka wawajuu walliokwa na msaada wakati wakaifikiria wakatipokoliaashukuru wa alhamdulilahi na wao menyezimungu awanyanywe kama hivyo walivyoninyanywamie na wao awapeleke awa mbele zaidi. Aidha, na wamama hawakuwa nyuma katika kutoa shukrani zao, ambapo nao walisema, jina langu Fungulia Kombo Peruzi, nashukuru na Mungu na mtume wake Muhammad hutujaalia haya maafa, lakini wakatokea wafadhili wakatufadhili, nasie wenzetu tukajua kama nasie angalau watuonelea imani na huruma. Nikiripoti kutoka mkoani kisiwani Pemba, mimi ni Kauthar Ishak.